mwili unahitaji mazoezi ya nje na roho yako inalilia utulivu wa kutafakari. Marafiki wanahitaji hekima yako leo. Nambari ya bahati ni moja. Rangi ya bahati ni nyekundu yenye kung'aa. Mafusho ni sandalwood, manukato ni miski. Tukiangazia nyota ya ng'ombe, he ni nyota ya watu waliozaliwa Aprili 20 hadi Mei 20. Kumbuka, he ni nyota ya pili katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo ni siku ya kuimarika taratibu kazini. Hatua ndogo zina matokeo makubwa, usikimbie, panga kwa makini. Fedha zako zinahitaji macho makali, pitia mipango yako ya muda mrefu. Mapenzi yanataka mazungumzo ya kina, zungumza na usikie. Afya yako ipo mikononi mwa lishe bora na kupumzika. Furaha inakuja kupitia watu unaowapenda na vitu vinavyokupa amani. Nambari ya bahati ni nne, rangi ya bahati ni kijani kibichi.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 ukweli na ucheshi vinajenga daraja. Upande wa kifedha siku hii ya leo, angalia kwa makini kabla ya kuwekeza. Ushauri wa mtu mwenye uzoefu unaweza kusaidia. Akili yako inahitaji burudani ya kiakili, soma au cheza michezo wa kuchochea ubongo wako. Marafiki wanakupa msisimko wa kijamii. Nambari ya bahati ni tano. Rangi ya bahati ni nyeusi yenye kung'aa. Mafusho ni sandalwood, manukato ni lemon. Tukiangazia nyota ya Kaa, hii ni nyota ya watu walozaliwa Juni 21 hadi Julai 22. Kumbuka, hii ni nyota ya nne katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo hisia zako ziko juu, zinakuongoza vyema kazini. Huruma yako inakufanya kuwa mshauri wa kuaminika. Katika mapenzi siku hii ya leo, mazungumzo ya kina yanaimarisha mahusiano. Usikie zaidi ya maneno. Intuition yako ni silaha ya siri. Upande wa kifedha siku hii ya leo, kuwa mwangalifu. Fuata hisia zako, lakini pia fanya hesabu. Upande wa kiafya siku hii ya leo, tafuta utulivu kupitia yoga au kutembea karibu na maji. Leo upendo na utulivu ni zawadi zako. Nambari ya bahati ni mbili, rangi ya bahati ni bluu ya bahari, mafusho ni rose, manukato ni jasmine.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 linaweza kuanzisha moto mpya wa mapenzi. Fedha zako ziko katika hali nzuri lakini epuka matumizi yasiyopangwa. Kimwili siku hii ya leo, jitokeze kwa mazoezi ya nguvu au kuogelea ili kuupeleka mbali msongo wa mawazo. Leo dunia inakutazama, ng'ara kama jua. Nambari ya bahati ni moja, rangi ya bahati ni dhahabu angavu, mafusho ni frankincense, manukato ni citrus.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 vuta hisia kwa kutumia akili yako na moyo wako kwa pamoja. Fedha zako zinahitaji mpango, angalia bajeti na punguza matumizi yasiyo ya, ya lazima. Afya inatakiwa kupewa kipaumbele, kula vyema na fanya mazoezi laini kama kutembea au yoga. Leo ni siku ya kuweka misingi imara kwa mafanikio yako ya baadaye. Nambari ya bahati ni tano. Rangi ya bahati ni bluu ya bahari. Mafusho ni mkaratusi, manukato ni ravenda. Tukiangazia nyota ya Mizani, hii ni nyota ya watu aulozaliwa Septemba 23 hadi Oktoba 22. kumbuka hii ni nyota ya saba katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo unang'ara kwa uzuri wa ndani na nje. Mvuto wako unavuta watu wenye nia njema, hasa kazini, ambapo ushirikiano wako unaleta mafanikio. Katika mapenzi siku hii ya leo, ongea kwa upole, hisia zako zitasikika Uliye single unapovaa tabasamu lako la asili, upendo unaweza kutokea sehemu zisizotarajiwa. Fedha zinahitaji uwiano, epuka matumizi ya kihisia. Afya yako itaimarika kwa kuzingatia utulivu wa akili. Jaribu kupumzika na kuingia maeneo yenye sanaa au mandhari ya kupendeza. Nambari ya bahati ni sita, rangi ya bahati ni waridi hafifu, mafusho ni sandalwood, manukato ni rose.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 weka wazi hisia zako, hapo ndipo upendo wa kweli hujengwa. Uliye singo, kuna mtu anayeweza kugusa roho yako kwa undani wa ajabu. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, epuka uamuzi wa haraka, fikiria mara mbili kabla ya kuwekeza. Afya yako inahitaji kuachilia hasira au mkazo. Fanya mazoezi yenye nguvu au tembea sebuleni ukitafakari. Leo ni siku ya kuamka upya kutoka ndani.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 Katika mapenzi siku hii ya leo, fanya jambo la kushtua au la kipekee, linazidisha mapenzi. Kwa walio single, safari au tukio la kijamii linaweza kufungua mlango wa mahusiano mapya. Fedha zako ziko vizuri, lakini usiruhusu matumaini yawe makubwa kupita mipaka. Angalia undani kabla ya kutoa fedha. Mwili unahitaji harakati, tembea, kimbia au piga push up chache, roho yako itafurahi pia. Leo, usiogope mipaka, hiyo ndiyo njia yako ya mafanikio. Nambari ya bahati ni tatu, rangi ya bahati ni bluu angavu, mafusho ni sandalwood, manukato ni citrus. Tukiangazia nyota mbuzi, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Disemba 22 hadi Januari 19. Kumbuka, hii ni nyota kumi katika mlolongo wa nyota 12 za zodiaki. Leo ni siku ya kujikita na kusimamia ndoto zako kwa ukakamavu. Kazini siku hii ya leo, weka malengo ya muda mrefu mbele. Bidii yako italeta matunda. Kwa upande wa kimapenzi, siku hii ya leo, ongea juu ya maisha ya baadaye. Mshikamano unaimarika. Uliye single utavutwa na mtu mwenye malengo kama yako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, kuwa makini, ratibu matumizi na angalia maeneo ya kuwekeza. Mwili unahitaji mpangilio pia. Anza mazoezi au ratiba ya kujitunza.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 Kazini siku hii ya leo, mawazo yako yasiyo ya kawaida yanaweza kuleta suluhisho jipya yasikilizwe. Katika mapenzi, siku hii ya leo, njia yako ya kipekee ya kuonyesha hisia inavutia. Uliye single, kuna mtu tofauti anaweza kuvutia moyo wako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, jaribu njia mpya za kipato au uwekezaji wa kiteknolojia. Kimwili na kiakili, siku hii ya leo, jaribu kitu kipya Mazoezi ya kisanaa au michezo ya kiroho inaweza kukuinua leo. Upekee wako ndiyo nguvu yako. Nambari ya bahati ni 11, rangi ya bahati ni blue, mafusho ni sandalwood, manukato ni citrus. Tukiangazia nyota ya Samaki, hii ni nyota ya watu waliozaliwa Februari 19 hadi Machi 20. Kumbuka hii ni nyota ya 12 katika mlolongo wa nyota 12 za zodiac. Leo hisia zako kali na intuition yako iko juu. Kazini, uwezo wako wa kuelewa wengine unakuweka mbele katika kazi za pamoja. Katika mapenzi, siku hii ya leo, onyesha hisia zako kwa uwazi, mambo mazuri yanakuja. Singo, utavutwa na mtu mwenye roho ya sanaa au anayeshiriki ndoto zako. Upande wa kifedha, siku hii ya leo, tafakari matumizi na pangilia upya mipango yako ya kifedha. Kimwili, siku hii ya leo Jaribu mazoezi ya yoga au kutembea kando ya maji ili kutuliza akili. Leo moyo wako ndio rada yako, ufuate kwa utulivu. Nambari ya bahati ni saba. Rangi ya bahati ni samawati ya bahari. Mafusho ni jasmine, manukato ni rose. Huo ndio utabiri wa nyota yako leo Jumapili tarehe 13 ya mwezi wa 4 mwaka 2025.